Rebeka alikuwa njiani akitembea kuelekea kazini asubuhi hiyo, akiwa amechoka hata kabla ya kazi kuanza, akili yake ikiwa imejaa mawazo ya kuchenewa mshahara mdogo anaopata na majukumu mazito ya maisha yaliyomkalia mabegani kwa muda mrefu. Alijisemea kimoyomoyo, leo lazima niwahi ili nisije nikalaumiwa tena, kwa sababu tayari alikuwa ameonywa mara nyingi na bosi wake kuhusu kuchelewa. Alikuwa akitazama saa yake mara kwa mara, huku moyo wake ukipiga kwa kasi kwa hofu ya muda kumkimbia. Wakati Rebeka akiendelea na safari yake, upande wa pili wa barabara alikuwepo mzee mmoja aliyekuwa akitembea polepole pole kwa utaratibu wa mazoezi yake ya kila siku, fimbo yake ikigonga chini kwa tahadhari. Jina lake alikuwa anaitwa Mr Michael. Alikuwa akitembea taratibu, huku akihesabu hatua zake kwa sauti ya chini. Kwa bahati mbaya, mzee huyu alikuwa kipofu kabisa. Kwa macho ya kawaida, hakuonekana tofauti, lakini ukweli ni kwamba alikuwa haoni. Alitegemea sauti za magari, miguu ya watu na fimbo yake kujua mazingira. Alikuwa amejifunza kuishi na hali yake kwa uvumilivu mkubwa. Hakupenda kuomba msaada mara kwa mara. Alijiona bado ana uwezo wa kujitegemea. Asubuhi hiyo ilikuwa ya kawaida kwake kama nyingine. Hakujua kuwa hatari ilikuwa karibu sana. Mr. Michael aliendelea kutembea akiwa na utulivu wake wa kawaida, akijaribu kusikiliza mwelekeo wa barabara kupitia sauti za mazingira. Alihisi gari likipita karibu, lakini hakujua umbali wake halisi. Alisimama kidogo kusikiliza, kisha akaendelea kutembea akiwa na imani kuwa yuko salama. Akajisemea kwa sauti ya chini, "Niko sawa. Hakuna shida." Akijipa moyo kama alivyokuwa amezoea. Fimbo yake iliendelea kugonga chini taratibu. Hakuwahi kufikiria kuwa sekunde chache zijazo zingekuwa za hatari. Alijiamini katika njia aliyokuwa akiitumia kila siku. Hakukuwa na dalili yoyote ya hatari, lakini hatima haikuwa upande wake siku hiyo. Ghafla sauti kali ya breki ilisikika, ikifuatiwa na kishindo kizito kilichowafanya watu waliokuwa karibu kusimama kwa mshangao. Gari lilikuwa limemgonga Mr. Michael na kumtupa chini kwa nguvu, huku mwili wake ukianguka barabarani kwa uchungu. Alitoa sauti ya maumivu iliyogusa masikio ya waliokuwa karibu. Maumivu yalikuwa makali na ya ghafla, hakujua kilichokuwa kimemtokea kwa sekunde ile. Alijaribu kusogea lakini mwili ulimkata. Alibaki chini akihema kwa nguvu. Watu waligeuka na kuanza kukusanyika, kila mmoja alionekana kushangaa lakini hakuna aliyethubutu kusogea na kumsaidia mara moja. Hofu ilitawala zaidi ya huruma. Baada ya kishindo hicho, watu walianza kuzungumza kwa sauti za chini na za juu, kila mmoja akitoa maoni yake bila kuchukua hatua. Mmoja alisema, hapana jamani, tusimguse, tutasingiziwa, huku mwingine akijibu, hii siyo kazi yetu, dereva mwenyewe amekimbia, asubiri traffic aje. Mwanamke mmoja alifunika mdomo wake kwa mshangao na kusema, Maskini mzee, lakini mimi siwezi kuingilia, ninaogopa sana. Sababu wiki iliyopita kuna mtu alisaidiwa hivi hivi, kwa bahati mbaya sana akafa na waliomsaidia walisingiziwa kuwa wamemuua. Kila mtu alikuwa na sababu yake ya kutosogea, hakukuwa na aliyejitolea kumsaidia. Wengine walipiga simu kwa watu wao, wengine walichukua video. Hofu ya lawama iliwashinda utu. Mr. Michael aliendelea kulala chini bila msaada. Macho yake yaliyokuwa hayaoni yalikuwa wazi. Mr. Michael alianza kuomba msaada kwa sauti yenye uchungu na kukata tamaa akisema, naomba msaada tafadhali, nisaidieni. Huku mikono yake ikitetemeka akijaribu kuinuka, alisikia watu wakizungumza, lakini hakuna aliyemshika akasema tena kwa sauti ya kuomba naomba hata mmoja wenu anisaidie. Sauti yake ilisikika lakini haikujibiwa na matendo. Alijisikia kama yuko peke yake katikati ya umati. Maumivu yaliongezeka, hofu ilianza kumvaa. Hakujua kama angeweza kusimama tena. Kila sekunde iliyopita ilionekana ndefu zaidi. Moyo wake ulianza kupiga kwa kasi. Alianza kupoteza matumaini, lakini bado aliendelea kuomba msaada. Rebeka alikuwa eneo la tukio na alishuhudia yote hayo kwa macho yake mwenyewe, akisimama kwa mshangao akitazama jinsi watu walivyomzunguka mzee bila kumsaidia. Moyo wake ulijaa hasira na huzuni kwa wakati mmoja. Alisema kwa sauti, Hivi kweli hakuna hata mmoja wenu anayeweza kumsaidia? Watu walimjibu, kusaidia mtu usiyemjua unaweza kupewa lawama wewe. Lakini Rebeka hakujali kabisa maneno yale. Alitazama uso wa mzee aliyekuwa anaomba msaada kwa uchungu. Aliona hofu na maumivu katika sauti yake. Hakuvumilia tena, dhamira ilimjia ghafla. Alijua hawezi kuendelea kutembea kana kwamba hakuna kilichotokea. Alijisemea moyoni kuwa angejilaumu maisha yake yote kama angeondoka. Alivuta pumzi ndefu, akachukua uamuzi, akaamua kumsaidia bila kujali matokeo. Rebeka alimsogelea Mr. Michael bila kusita, akapiga magoti karibu naye na kusema kwa sauti ya upole, Baba, usiogope, niko hapa. Mr. Michael aligeuza kichwa chake kuelekea sauti hiyo na kusema kwa udhaifu, Asante mwanangu, Mungu akubariki. Naomba unisaidie, nasikia maumivu makali sana. Maneno hayo yalimgusa Rebeka moyoni. Aliwatazama watu waliokuwa wamesimama na kusema kwa ukali, Mnatazama nini? Tusaidieni basi. Lakini wengi waliinua mabega au wakageuza nyuso zao. Hakukuwa na aliyejitokeza kwa haraka. Rebeka akasema kwa sauti ya hasira, Sawa, kama hamtaki, nitafanya mwenyewe. Alianza kumuinua mzee kwa nguvu zake zote. Alipambana na uzito na hofu. Hakujali macho yaliyokuwa yanamtazama, alijua anafanya lililo sahihi. Baada ya jitihada kubwa, mtu mmoja alijitokeza kwa kusita na kusaidia kumwinua Mr. Michael. Wakaweza kumweka pembeni ya barabara. Gari moja lililosimama karibu lilipita taratibu, Rebeka akalizuia na kusema kwa haraka, tafadhali tusaidie, tumpeleke hospitali ya karibu. Dereva aliwatazama kwa mashaka, lakini akaafiki Walimsaidia Mr. Michael kuingia ndani ya gari. Rebeka alikaa karibu naye na kumshika mkono. Mr. Michael alimshika kwa nguvu akisema asante sana mwanangu, huku akiwa anasikia maumivu makali sana. Gari liliondoka kwa kasi kuelekea hospitali. Rebeka alisahau kabisa kuhusu kazi yake, alijua sasa kipaumbele ni uhai wa mtu. Hofu ilichanganyika na matumaini moyoni mwake huku akiwa anamwombea mzee kimya kimya. Walipofika hospitalini wauguzi walikimbia kumpokea Mr. Michael mara moja na kumweka kwenye machela. Ghafla hali ikabadilika kwa haraka. Mmoja wa wauguzi alisema kwa mshangao, huyu ni Mr. Michael, huku mwingine akisema, mlete haraka ndani. Rebecca alishangaa kusikia jina hilo likitamkwa kwa uzito. Hakuelewa ni kwa nini walionekana kumfahamu sana. Madaktari walifika kwa haraka na kuanza kumpatia huduma za dharura. Rebeka alisimama pembeni akiwa na hofu na mshangao. Moyo wake ulikuwa bado unadunda kwa kasi. Alijiuliza kimya moyoni, ni mzee wa aina gani huyu? Mbona anaonekana kuheshimika kwa hawa madaktari? Lakini hakuthubutu kuuliza. Aliamua kuachana na hayo mawazo. Mmoja wa madaktari alimgeukia Rebeka na kumuuliza, "Nini kimetokea hasa?" Rebeka akavuta pumzi ndefu na kusema kwa uaminifu, "Aligongwa na gari barabarani, watu walikataa kumsaidia, nikamleta mwenyewe." Daktari alimwangalia kwa makini na kusema, "Umefanya jambo jema sana." Maneno hayo yalimfariji rebeka kidogo. Alihisi angalau kuna mtu amethamini uamuzi wa wake. Alikaa sehemu ya kusubiria akiwa amechoka sana. Mikono yake ilikuwa ikitetemeka kwa uchovu na mshtuko. Alikaa kimya akifikiria kilichotokea barabarani. Alijisemea kuwa dunia imejaa watu lakini huruma ni chache. Rebeka alijaribu kujituliza akili bila mafanikio. Akiwa amekaa sehemu ya kusubiria, simu ya Rebeka ililia ghafla, jina la bos wake liking'aa kwenye skrini. Moyo wake uliruka kwa hofu, akajibu kwa sauti ya tahadhari, helo bos. Kabla hajamaliza kusema, bos wake alianza kwa hasira Uko wapi mpaka sasa? Umechelewa tena! Rebeka alijaribu kujieleza akisema boss, kuna dharura kubwa, lakini hakuruhusiwa kumaliza. Sauti ya boss ilizidi kuwa kali. Sikiliza, sitaki visingizio tena. Kuanzia leo usirudi kazini, nimechoka na tabia zako. Kisha simu ikakatwa ghafla bila kumpa nafasi ya kujibu. Rebeka alibaki amesimama akiwa ameshika simu, machozi yakimjaa machoni Alijisemea kwa sauti ya chini nimefukuzwa kazi. Maumivu yalikuwa makubwa kuliko alivyotarajia, alijisikia kuanguka. Aliketi polepole kwenye kiti cha kusubiria, mawazo yakamjaa. Alijiuliza atafanya nini sasa. Kazi ndiyo ilikuwa tegemeo lao pekee, lakini bado alijua hawezi kujuta kumsaidia mzee. Alijaribu kujipa moyo ingawa ilikuwa ngumu. akiwa bado anajaribu kujituliza aliona kijana mmoja akija mbio kwa kasi kubwa kuelekea chumba cha Mr. Michael, uso wake ukiwa umejaa hofu na wasiwasi. Rebecca alisimama haraka na kuamua kumfuata. Alimwona akisimama mbele ya mlango wa chumba cha wagonjwa. Rebecca alimkaribia na kumuuliza, samahani, wewe ni nani? Kijana huyo aligeuka akiwa anapumua kwa nguvu na kusema, naitwa Thomas. Rebecca akamwangalia kwa makini. Thomas akaongeza kwa sauti ya haraka huyo ni baba yangu. Maneno hayo yalimfanya Rebeka ashangae zaidi, alielewa sasa uzito wa tukio hilo. Alingemaza kidogo, kisha Tomas akasema kwa hisia, asanti sana kwa kumfikisha baba yangu hapa, madaktari wameniambia ni wewe umemsaidia. Rebeka alimtazama Tomas na kusema kwa unyenyekevu, nilifanya tu kile ambacho mtu yoyote angepaswa kufanya. Tomas akamshukuru tena kwa dhati. Usiku ulianza kuingia polepole pole, na hospitali ikawa tulivu zaidi. Rebecca alihisi uchovu mkubwa ukimvaa, aliamua kuondoka hospitalini. Alitembea nje akiwa na mawazo mazito kichwani. Akiwa njiani kuelekea nyumbani, alifikiria jinsi maisha yake yalivyobadilika ndani ya siku moja. Alikumbuka wazazi wake waliokuwa wamefariki zamani na kumwacha yeye na mdogo wake peke yao. Alijua jukumu la kulea lilikuwa juu yake. Alijiuliza ataanzia wapi bila kazi, lakini hakupata jibu la kumfariji. Rebeka alipofika nyumbani usiku ule, alimkuta mdogo wake akiwa amelala. Alijitupa kwenye kochi dogo lililokuwa sebuleni na mara moja machozi yakaanza kumtoka bila yeye kuyazuia, sauti ya kilio ikijaa uchungu na hofu ya maisha, akijisemea kwa sauti ya chini, sasa nitafanya nini? Kazi ndiyo ilikuwa tumaini langu pekee huku kifua chake kikibana na mawazo yakimjaa kama mawimbi yasiyokoma. Alilia kwa muda mrefu sana, akifikiria mdogo wake, kodi ya nyumba, chakula na maisha yaliyokuwa hayampi nafasi ya kupumzika, akijiuliza ni kwa nini kila jambo jema lililofanya lilionekana kumgharimu zaidi. Akiwa bado amekaa pale kochini, alizungumza peke yake kwa sauti ya kukata tamaa, kama nisingesimama kumsaidia mzee leo, ningekuwa kazini kisha akitikisa kichwa na kujijibu mwenyewe, lakini ningejilaumu maisha yangu yote kama nisingetoa huo msaada. Mawazo hayo yakimfanya aliye zaidi hadi usingizi ukamchukua taratibu, akiwa amechoka kimwili na kiakili. Asubuhi ilipofika, Rebeka aliamka mapema licha ya uchovu uliokuwa bado namkalia. Akamgeukia mdogo wake na kusema kwa sauti ya upole, amka twende shule huku akijaribu kuficha huzuni yake ili asimuumize moyo mtoto mdogo ambaye hakuwa na hatia ya maisha magumu waliokuwa wakiishi. Alimwandaa mdogo wake taratibu, akamvalisha sare, akamfunga mkoba na kumwambia soma kwa bidii, mimi nitapambana, maneno ambayo yalimtoka kwa maumivu lakini pia matumaini ya ndani. Baada ya kumpeleka mdogo wake shule, Rebecca alielekea hospitalini kwa miguu akiwa na mawazo mengi akijiuliza kama Mr. Michael alikuwa anaendelea vizuri na pia akihisi kama kulikuwa na wajibu wa moyoni uliokuwa unamvuta kurudi pale, akisema kimoyomoyo, lazima nijue hali yake, siwezi kukaa nyumbani nikijifanya hakuna kilichotokea. Rebecca alifika hospitalini mapema sana, kabla hata ya watu wengi kufika. Aliingia taratibu mpaka chumba alicholazwa Mr. Michael, akamkuta akiwa amelala lakini macho yake yakiwa wazi akamwambia kwa sauti ya furaha kidogo. Rebecca alikaa chini baadaye, akiwa peke yake, akiwa na Mr. Michael, akatabasamu kidogo na kusema marahaba, habari yangu ni nzuri mwanangu, naendelea vizuri, ila sauti yako ni kama naikumbuka. Bila shaka wewe ndio ulinisaidia siku ya jana na kunileta hospitali. Rebecca alitabasamu na kusema ndiyo baba, ni mimi. Mr. Michael aliendelea kumshukuru tena na tena, jambo lililomfanya Rebecca ahisi faraja kubwa moyoni walizungumza kwa muda, Mr. Michael akisema kwa sauti ya shukrani, siku ile ulinirudishia uhai wangu, na Rebecca akajibu kwa unyenyekevu, nilifanya tu nilichoweza baba, huku macho yake yakijaa huruma, akifurahia kuona kuwa hali ya mzee huyo ilikuwa inaendelea vizuri kuliko alivyotarajia. Baada ya muda kidogo, mlango wa chumba ulifunguliwa na Thomas akaingia kwa haraka, macho yake yakimwangukia Rebecca, akasimama kidogo kwa mshangao na kusema moyoni inawezekanaje huyu binti awe hapa tena, huku uso wake ukionyesha mchanganyiko wa mshangao na heshima ya ndani. Thomas aliwasalimia wote wawili, baba yake pamoja na Rebeka, kisha akamgeukia Rebeka na kusema kwa mshangao wa wazi, sikutarajia kukuona tena leo, naye Rebeka akatabasamu kidogo na kujibu, nilitaka tu kujua hali yake, maneno yaliyomfanya Thomas azidi kushangaa, akiwa amesimama pale Thomas alianza kujiuliza maswali mengi moyoni mwake, akijisemea kimoyomoyo, inakuwaje huyu binti ana moyo wa huruma kiasi hiki? Nilijua leo hatafika kabisa, lakini bado amerudi. Alitikisa kichwa chake kwa mshangao na heshima iliyokuwa ikiongezeka ndani yake. Walipomaliza kumwona Mr. Michael na kuhakikisha yuko sawa, Thomas alimuita Rebecca pembeni kwa upole na kusema, tafadhali, naomba tuzungumze kidogo. Rebeka akakubali bila wasiwasi. Wakasogea pembeni ya korido ya hospitali ambako palikuwa kimya kidogo. Thomas alianza kumuuliza kwa sauti ya heshima. Unaishi wapi Rebeka? Naye akajibu kwa utulivu. Naishi maeneo ya karibu na hapa. Kisha Thomas akaongeza. Wazazi wako wako wapi? Swali lililomfanya Rebeka anyamaze kwa sekunde chache kabla ya kusema kwa sauti nzito. Wazazi wangu walipata ajali na kufariki. Tomas akashtuka kidogo na kumuuliza tena, na shule yako je? Rebeka akavuta pumzi ndefu na kujibu, nililazimika kuacha shule ili nimsomeshe mdogo wangu. Kisha akaongeza kwa uchungu, sikuweza kuendelea na chuo kwa sababu ada ilikuwa kubwa sana, baha kukuwa na mtu wa kunilipia. Macho yake yalionyesha maumivu makubwa sana moyoni. Akiwa anaendelea kujibu maswali, Rebeka alisema kwa sauti ya ukweli Nilipata kazi kidogo ya kujikimu lakini, kwa bahati mbaya, jana nilipokuwa namsaidia baba yako nilichelewa kazini. Kisha akanyamaza kidogo kabla ya kusema, bosi wangu yule akawa amenifukuza kazi. Rebecca aliendelea kusema kwa sauti ya kukubali hali, kwa sasa sina kazi, nipo tu natamwangalia baba yako akipona, halafu nitaenda kutafuta kazi tena. Maneno ambayo yalimgusa Thomas sana hadi akashusha kichwa kwa huzuni. Rebeka hakujua hata kidogo kuwa alikuwa anaongea na familia ya bilionea mkubwa sana. Kwake Thomas alikuwa ni mtu wa kawaida tu, lakini Thomas kwa upande wake alianza kumhurumia sana Rebeka kwa mateso yote aliyokuwa amepitia bila msaada wa mtu yoyote. Thomas alinyanyua kichwa chake na kusema kwa sauti ya masikitiko, "Rebeka, ulionyesha msaada mkubwa sana kwa baba yangu." Kisha akaongeza kwa hisia, kama usingepita eneo lile la ajali, nahisi baba yangu angekufa kwa kukosa msaada. Maneno hayo yakimfanya Rebeka ahisi huruma sana. Baada ya ukimya mfupi, Thomas akamwangalia Rebeka moja kwa moja na kusema kwa uhakika, "Kama ulivyomsaidia baba yangu, nami nitakusaidia." Kisha akaongeza kwa msisitizo, "Usijali kuhusu kupoteza kazi yako. Nataka kwanza urudi chuo ukamalizie masomo yako." Rebeka akamwangalia kwa mshangao mkubwa na Thomas akaongeza, "Nina kampuni nyingi sana za ujenzi. Nataka usome uwe injinia ili uje kufanya kazi kwenye kampuni zangu." Maneno hayo yakimwacha Rebeka akiwa amesimama kimya, moyo wake ukidunda kwa kasi bila kujua kuwa maisha yake yalikuwa yanageuka mbele ya macho yake. Akisema kwa sauti ya kutokuamini, unamaanisha kweli? nitarudi kusoma chuo kikuu? huku macho yake yakijaa ya mshangao na hofu ya kuota ndoto kubwa sana. Thomas alimwangalia kwa tabasamu la uhakika na kusema, namaanisha kila neno. Lakini bado Rebeka alitikisa kichwa chake kwa upole, kana kwamba akili yake ilikataa kupokea wema huo mkubwa. Ghafla Rebeka alikaa chini baadaye, akiwa peke yake, akiwaza, akijisemea kimoyomoyo moyo maisha yanaweza kubadilika hivi kweli, huku akimfikiria mdogo wake na miaka yote aliyojitoa kafara, akijua kuwa hakuwahi hata kufikiria kuwa siku moja angepata msaada wa kusoma chuo kikuu. Alihisi hofu, furaha na wasiwasi vikichanganyika, akijiuliza kama kweli anastahili neema hiyo yote. Baadaye Rebeka alirudi nyumbani na wakawa wanaongea na mdogo wake, akimwambia kwa sauti ya upole, maisha yetu yanaenda kubadilika nimepata bahati ya kusomeshwa chuo na kijana wa yule baba aliyepata ajali ambaye nilikuambia habari zake. Mdogo wake akamwangalia kwa macho yaliyojaa furaha akisema, dada, utaenda chuo, jambo lililomfanya Rebeka atabasamu huku machozi yakimdondoka kimya kimya. Siku iliyofuata Rebeka alirudi tena hospitali na Thomas aliwaambia wazi, hamna haja ya kuteseka peke yenu. Nitafurahi sana endapo mtakubali kukaa kwetu hadi mtakapomaliza masomo yenu. Maneno ambayo yalimfanya Rebeka ashtuke na kusema kwa heshima, Lakini siwezi kuwa mzigo. Ndipo Thomas akajibu kwa msisitizo, Kamwe hamwezi kuwa mzigo kwangu. Umeokoa maisha ya baba yangu. Kauli hiyo ilimfanya Rebeka akubali kwa unyenyekevu. Siku iliyofuata, Mr. Michael akiwa hospitalini aliendelea kupata nafuu taratibu, na alipokuwa amelala kitandani, aliuliza kwa sauti ya shauku, yule mwanamke aliyenisaidia yuko wapi? Wasaidizi wake wakamwambia bado hajafika, jambo lililomfanya aseme kwa msisitizo, nataka apewe kila kitu anachohitaji. Mr. Michael hakujua kuwa Thomas tayari alikuwa amechukua hatua zote. Mr. Michael alitamani sana kumwona Rebecca lakini alikumbushwa kuwa hawezi kumuona kwa sababu macho yake hayakuwa yanafanya kazi, jambo lililomfanya avute pumzi ndefu na kusema, basi Mungu ambariki popote alipo, huku moyo wake ukiwa umejaa shukrani kubwa. Baada ya muda mfupi, Mr. Michael alipata nafuu ya kutosha na kuruhusiwa kurudi nyumbani, na siku aliyofika nyumbani alipokelewa kwa furaha kubwa lakini mshangao wake uliongezeka alipomsikia kuwa Rebeka pamoja na mdogo wake watakaa hapo nyumbani kwake. Rebeka na mdogo wake walisimama pale sebuleni, alitabasamu kwa furaha na kusema ninawasikia hapa. Rebeka akasogea na kusema kwa upole, karibu nyumbani baba, jambo lililomfanya Mr. Michael afurahi sana. Ingawa Rebeka alikaa nyumbani hapo kwa muda mfupi tu, ila moyo wa Mr. Michael ulijaa amani kwa kujua kuwa yule aliyemsaidia alikuwa karibu yake. Lakini wiki chache baadaye, Rebeka alilazimika kuondoka ili kuanza masomo ya chuo kikuu akimwambia Mr. Michael kwa heshima, ninaenda kusoma kama mlivyopanga, naye akajibu kwa furaha, nenda mwanangu, ndoto zako zitimie. Rebeka akiwa yupo masomoni, Mr. Michael aliendelea na matibabu yake na hatimaye madaktari walimshauri afanyiwe upasuaji wa macho, labda anaweza kuona tena. Thomas alimwambia baba yake baba, kuna matumaini unaweza ukapona. Na Mr. Michael akajibu kwa sauti ya kutetemeka niko tayari kujaribu, ukiwa na imani kubwa kwamba atapona. Upasuaji ulifanyika, na kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, Mr. Michael alianza kuona mwanga tena akilia kwa furaha na kusema, naona, maneno ambayo yaliwafanya wote waliokuwa karibu washindwe kujizuia machozi, huku Thomas akimshika mkono baba yake kwa furaha isiyoelezeka. Na hatimaye baada ya miezi mitatu, Mr. Michael aliweza tena kuona vizuri. Miaka ikapita haraka na hatimaye Rebecca alimaliza chuo kikuu kwa mafanikio makubwa, alimaliza na matokeo mazuri sana, daraja la kwanza. Alirudi nyumbani akiwa na cheti mkononi na moyo uliojaa shukrani. Alijisemea, kama si ule uamuzi wa siku ile nisingekuwa hapa Alipogonga mlango na kufunguliwa, alisimama ghafla kwa mshangao mkubwa alipomwona Mr. Michael akimtazama moja kwa moja, macho yake yakiwa wazi na yenye mwanga, naye akasema kwa furaha, karibu mwanangu. Rebecca akashika mdomo kwa mshangao na kusema, baba, unaona? Mr. Michael alitabasamu kwa furaha na kusema, naona, na leo ndiyo mara ya kwanza kukuona. Kisha akamwangalia kwa makini na kusema kwa utani wa furaha kumbe wewe ni binti mrembo sana isee, jambo lililowafanya wote wawili wacheke kwa furaha kama watu waliokuwa wamekutana kwa mara ya kwanza. Walikaa pale wakizungumza kwa furaha kubwa wakihisi kama hawajawahi kuonana hapo kabla. Jioni ilipofika, Mr. Michael alimuita Thomas na kusema kwa utani, aisee, kijana wangu, huyu binti ni mrembo sana, usije ukamwacha, hakikisha unamuoa. Thomas akacheka na kusema, "Baba, nimekuelewa," hali iliyojaza sebule kicheko na furaha. Siku zilipita, Rebeka alianza kazi katika ofisi za kampuni za Thomas akifanya kazi kwa bidii na uaminifu, na kadri walivyokuwa wakifanya kazi pamoja, Thomas alianza kumpenda Rebeka kwa dhati, naye Rebeka alihisi upendo huo ukimjia taratibu bila kulazimishwa. Hatimaye uhusiano wao ukawa wazi na wenye furaha, familia ikiwakubali kwa mikono miwili. Na siku moja, Thomas alimleta Rebecca rasmi kama mchumba wake, furaha ikitawala nyumba nzima, huku Mr. Michael akitabasamu kwa kuridhika. Na mwaka mmoja baadaye, Rebecca aliolewa na Thomas. Hapa ndo mwisho wa stori hii ikionyesha wazi kuwa tendo jema halipotei bure, kwa sababu Rebeka alitenda mema bila kujua kesho yake, na maisha yakamrudishia mema mara nyingi zaidi. Hakika tenda mema uende zako, usisahau kulike, kukoment pamoja na kusubscribe. Tuambie ni pati gani imekufurahisha zaidi. Tukutane tena next time. Bye, bye. Mwisho wa story hii ni mwanzo wa story nyingine. Channel ni moja tu, My Laboratory. Hakikisha umesubscribe ili kupata story tam kama hivi. Bye-bye.